abanainchi nigo baganiwe ching'aki echio kobwaterana na serekali erio okomenya abwo bagoikerania obosari obwo anene mono oboibi bwetubo ame n'ebichanga bia estima na bamenyi be ensemeeya iga bakoere sere emechandeire bagwetera ase engaki bono tari ase okoibera korende goika obosari gwetera ebinywegua bire bitancheri na serekali bagosaba ebitambokero bia bwango erio banyare komenya nomorembe matatizo ya wananchi hapa karibu na hao wase wa, wa, wa, wa mitaa. Vijana wako hapo wanaiba mahindi, wanaiba ndizi, wanafanya kila kitu na wanajulikana hapa karibu, hapa hapa, si mbali sana. Kuna daraja hapo kando, ndio ilo genge linachificha. Naoni wengi wamepigwa, sijui na vijana hao wanajulikana, na mara nyingine wamepelekwa pale kwa polisi bwana, hosi umeletewa vyesi kama hivyo hapo. Sijui mnafanya namna gani. Na hao vijana bado nawaona waona wanarandaranda tu hapo. Ni tisho kubwa. Mbona hamuwezi kuchukua hatua? Mumalize masuala kama hayo, ili watu waweze kuwa na amani. Pikipiki kuna pikipiki zinatoka saidi ya iluti ya mtamayo wa Keroka. Sana sana ndio zinapepa pombe. Hapa kesima sijaona, lakini sana sana ndio zinatembeza pombe kwenda hapa chini. Na security officers Tungependa mtusaidie kwa saidia. umodisi si bwe subkaunti iye ya masabanot madam Stella Wanyela kagukwana na wananchi asigeka rike nigaru guchiku gutindi gukoimukirwa bitambokero anene muno bari babwati chigosori chia kamari naboyuuga marwaria tanchiri ne serikali gakwanekigukorwu busari obuo bwonsi asigekegekekiri bosio wale watu wa zile machines, mumeta mumeta kabla mumetahadharishwa mumetangaziwa kaunti komishona atoke nyamira akuja afanye msako tutakuwa tumesafisha na hiyo tunawahakikishia kwamba hii timu yenye iko hapa mbele tutashirikiana pamoja na area chiefs na ACC tuweze kuangamiza hayo mambo mambo ya pombe na mambo ya watu wa kuuza second generation liquor wenye hawana license mnauza zile vitumbaya mbaya zinaharibu vijana tafadhali na nyina wababu sababu tuki kuruwa se kaunti ya nyamira na waiga se sabu kaunti ya masaba noti wako mochi ya wana inchi. Ase kirogo tabuatera neru kurubo saiti igoro ya bali wako kurubo sari ya ase vinyoro. Na higo wako sababu kubuatera noku kubao erio na lio era wabere raisi kubokora. Ile kitu tunapenda kwa wana inchi na ninataka. Mukiona any incident ama ile mutu wanajarebu kukomit crime tunaomba mutupe information. Munapea watu ya nyumba kumi, community policing ngao assistant chief status, chiefs, ikielekea pale, sini na Muna iyo? Na vile vile wanajua mambo ya changa, wanajua mambo ya kangara, so it is upon you, mufanye hivi torikaramarieta watu walimo suspect moto tigere igoka nakushughulikia nyinyi paka tushirikiane sisi wote Asabona mu county commissioner we county ya Nyamira bwana Erastus Mbui arurogo kiko gutindi go komukirwa gatambukiro gatindi keri kiko baria babeire bagokora bosaria na bo igogo gokora bunjore bori butankeri kwenekia murembe ngo iranererore ase chinseme chiga I think it's the high time we decided to take a firm action Do what welewe uchungu wenye huko wewe uko hapa unaiba ng'ombe ya mtu, kuku ya mtu, mahindi ya mtu, na wakati anafanya ya kazi yake hakuna siku umeenda kwa hiyo shamba ukamsaidia kulima, ama kukatia hiyo ng'ombe nyasi, ama kulipia hiyo stima. Ni kungoja tu na kuharibu hiyo njameni. Hiyo ujinga tutawezana nayo, endeka na shua yu. Hakuna crime inaenda milele, tutakupata tu na tutandi na wewe vile tunataka Ginko reporti reta TV kuriga sa chinsembu cha gisimechi chigutuka ime ye sub county ya Masaba North ime ye kaunti ya Nyamira inchem Felix Nyakundi.